Rigathi Gachagua ameshikilia kuwa chaguzi ndogo zilizopita zilisheheni vurugu na ifikapo mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba hawatakubali vurugu kama zile kutokea, akisisitiza kulikuwa na wizi wa kura haswa katika maeneo bunge ya Mbeere Kaskazini na Malava. Wakati huo huo, wameongeza kuwa kama muungano wa upinzani watakuwa na kiongozi ama viongozi wengi watakaochaguliwa katika kaunti ya Nairobi, akipuzilia mbali madai kwamba alisema viongozi wengi katika jiji la Nairobi watachaguliwa kutoka jamii moja. Zablon Macharia anatuarifu. Baada ya siasa za chaguzi ndogo kukamilika, chama cha DCP kimeandaa hafla ya kuwasherehekea viongozi waliochaguliwa kupitia chama hicho. Hawa wakichoka na hizo chama ambazo wameenda wakitaka kukuja hapa DCP, niko tayari kuwashika mkono, ni walete kwa chama yetu ya DCP. Katika hafla hiyo na iliongozwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, amemsuta Rais Ruto kutokana na vurugu zilizoshuhudiwa katika maeneo mbalimbali, akimwonya kuwa iwapo ataendelea na mwendo ule nyayo zake katika mahakama ya ICC haijanyauka we saw a violence script of 2007 of planned and targeted electoral violence trail of death and subversion of the will of the people especially in bere north magharini malava and purko ward and attempts across the electoral areas which the people thwarted including narok we have information that this regime would want to play the bere north malava narok magarini and banisa script in 2027 Aidha, ameshikilia kauli kuwa kama chama cha DCP watashinda vyoo vingi katika jiji kuu la Nairobi, hapa kitupilia mbali kauli kuwa alisema viongozi wengi watakaochaguliwa Nairobi watakuwa wa kutoka jamii moja, akidokeza kuwa serikali inajaribu kuwatenganisha viongozi wa upinzani japo watasalia kuwa pamoja.

They are trying to create a wedge within United Opposition. The correct position is, and I said, the United positions will take 16 out of 17, and even that, the 17th one, if tukijipanga vizuri, we will take 17 out of 17. Hatimaye Gachagua ameibua madai kuwa Rais Ruto anataka kusambaratisha chama cha ODM japo amewakaribisha viongozi Edwin Sifuna na Babu Owino katika chama cha DCP akisema iwapo watafurushwa katika chama chao kama chama cha DCP watawaunga mkono Edwin Sifuna. I want to tell you my brother, you are a good leader. Ukifukuzwa na William Ruto, you are welcome to DCP. Babu Owino, ukifukuzwa na William Ruto, this is your home. Kuja kuja nyumbani. Si ndio? Chama hichi kilifanikiwa kupata wawakilishi wadi watatu akiwemo Douglas Masikonde kutoka Narok mjini, Dickson Nadunda kutoka Kisa Mashariki na David Wanyoike kutoka Kariubangi Kaskazini. Zablon Macharia, Undugu TV.